Kulikuwa na mtawala mmoja jina lake Nebukadneza, mfalme mkuu wa Babeli. Anajulikana si tu kwa uwezo wake mkubwa wa kijeshi na ujenzi wa miji mikuu ya kifalme kama vile Babeli, bali pia kwa jeuri, kiburi na ukatili wake uliotikisa historia ya ulimwengu wa kale. Alitawala kwa mkono wa chuma, akihofiwa na kuheshimiwa kote katika milki yake kubwa. Nebukadneza alijiona kuwa yeye ni zaidi ya mwanadamu wa kawaida. Aliamini kwamba utukufu wote wa milki ya Babeli ulitokana na akili yake binafsi na nguvu zake. Katika kitabu cha Danieli nne mstari wa 30 anasikika akisema, je, si hii Babeli kubwa niliyoijenga kwa nguvu za uweza wangu kwa ajili ya enzi ya kifalme changu na kwa ajili ya utukufu wa fahari yangu? Kauli hii inaonyesha jinsi alivyotawaliwa na kiburi, akijitukuza juu ya Mungu na wanadamu. Nebukadneza hakuwa na huruma kwa mataifa aliyoyashinda. Aliteka miji, akaangamiza mahekalu yao na kuwachukua watu mateka. Mojawapo ya matukio mabaya kabisa ni kuharibu Yerusalemu mwaka wa 586. Aliharibu hekalu la Mungu, akachoma mji na kuwachukua Wayahudi wengi utumwani Babeli. Pia aliwatesa viongozi wa kidini na kifalme. Kama vile kumtoa macho Mfalme Sedekia mbele ya wanawe waliokuwa wanachinjwa, mbili Wafalme 25 mstari 7. Alijenga sanamu kubwa ya dhahabu na kuamuru watu wote waiabudu. Alipokutana na vijana watatu wa Kiebrania Shadraka, Meshaki na Abednego waliokataa kuabudu sanamu yake, alikasirika sana na kuamuru watupwe kwenye tanuru la moto. Huu ulikuwa mfano mwingine wa jinsi alivyotumia mamlaka yake kwa ukatili dhidi ya wanaomcha Mungu. Mungu alimvunja Nebukadneza kwa njia ya ajabu. Alimpiga na ugonjwa wa akili hadi akawa kama mnyama, akala majani kama ngombe na kuishi porini kwa muda wa miaka saba. Danieli 4 mstari wa 33. Hili lilikuwa fundisho kwamba Mungu ndiye anayemiliki nguvu zote na hata wafalme wakuu wako chini ya mamlaka yake. Usiku mmoja, mfalme Nebukadneza, mfalme mwenye nguvu na hofu kubwa katika dunia ya wakati huo Alilala kitandani mwake katika jumba lake la kifahari, lakini usingizi wake haukuwa wa amani kama ilivyotarajiwa kwa mfalme wa mataifa. Aliota ndoto ya ajabu ya kutisha sana, ndoto ambayo ilimfadhaisha na kumtikisa ndani kabisa ya moyo wake. Ndoto ile ilikuwa tofauti, ilikuwa na uzito wa kipekee. Alipoamka, alihisi wasiwasi mkubwa. Moyo wake ukawa mzito na usingizi ukamtoka kabisa. Japo alikuwa jasiri vitani na mwenye hekima nyingi za dunia, ndoto hii ilimwacha akiwa dhaifu, asiye na amani. Alijua bila shaka kwamba ndoto hiyo ilikuwa na maana kubwa, ujumbe wa kipekee, labda kutoka kwa miungu au hata zaidi, kutoka kwa Mungu aliye juu ya wote. Kwa hofu na fadhaa, Nebukadneza aliamuru mara moja waitwe waganga wote, wachawi, wanajimu na wenye hekima wa Babeli. Lakini kwa mshangao, aliweka masharti magumu. Nataka mnitafsirie ndoto niliyoota, lakini msiniulize ni ndoto gani. Ninyi wenyewe lazima mniambie ndoto yenyewe na tafsiri yake. Kama mmeshindwa, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa kuwa lundo la kifusi. Wenye hekima wote walishindwa, wakakiri kwamba hakuna mwanadamu awezaye kufanya jambo hilo, ni miungu tu, na haikai kati ya wanadamu. Ghadhabu ya mfalme iliwaka, akatoa amri wote wauwawe. Ilikuwa hali ya dharura ya kweli. Lakini kulikuwa na kijana mmoja mcha Mungu, Danieli, aliyekuwa miongoni mwa mateka kutoka Yuda. Aliposikia habari hiyo, hakukimbia kwa hofu. Badala yake, aliomba muda kidogo, ili aombe msaada kwa Mungu wa mbinguni. Usiku huo huo, Mungu alifunua ndoto na maana yake kwa Danieli. Asubuhi ilipofika, Danieli alisimama mbele ya mfalme akiwa na utulivu na hekima isiyo ya kawaida na kumwambia, siri hii haikufunuliwa kwa watu wenye hekima wa dunia, bali kwa sababu yupo Mungu wa mbinguni afunuaye siri, naye ndiye aliyekufunulia yaliyoko siku za usoni. Kisha Danieli akaanza kumweleza mfalme ndoto yenyewe ambayo hakumwambia mtu yeyote. Kwa sauti tulivu, lakini ya mamlaka, alianza kusema: Wewe e mfalme, katika ndoto yako uliona sanamu kubwa sana ya ajabu mno kwa mwonekano ilikuwa ikisimama mbele yako na sura yake ilikuwa ya kutisha sana. Danieli 2 mstari wa thelathini na moja. Danieli akaendelea kueleza kila sehemu ya ile sanamu kubwa aliyoyota mfalme: 1. kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi. 2. kifua na mikono yake vilikuwa vya fedha. Tatu, tumbo na mapaja yake vilikuwa vya shaba. Nne, miguu yake ilikuwa ya chuma. Tano, vidole vya miguu vilikuwa mchanganyiko wa chuma na udongo wa mfinyanzi. Nebukadneza alishtuka. kila neno lililonenwa na Danieli lilikuwa sahihi kabisa. hakuna aliyemweleza ndoto hiyo, lakini huyu kijana kutoka Yuda alikuwa anaihadithia kwa usahihi wote. alisikiliza kwa makini, huku moyo wake ukiwa katika mshangao mkubwa. Danieli akaendelea kusema, kisha ukaona jiwe likachomoka bila mikono ya mwanadamu likaligonga lile sanamu katika miguu yake ya chuma na udongo na kuipasua vipande vipande. Kisha sanamu yote ikavunjika, dhahabu, fedha, shaba, chuma na udongo, na ikawa kama makapi ya kiangazi yakayochukuliwa na upepo. Hakukuwa na dalili ya sanamu tena, lakini lile jiwe likawa mlima mkubwa, ukajaza dunia yote. Danieli akaeleza maana ya ndoto ile. Kichwa cha dhahabu kilimwakilisha Nebukadneza mwenyewe na milki ya Babeli. Milki tajiri, yenye nguvu na utukufu wa kipekee. Kifua cha fedha kilikuwa milki nyingine itakayokuja baada ya Babeli, milki ya Umedi na Wajemi. Tumbo na mapaja ya shaba iliwakilisha milki ya tatu, ya Kigiriki chini ya Alexander the Great. Miguu ya chuma ni milki ya nne yenye nguvu na ukali mkubwa, dola ya Kirumi. Vidole vya chuma na udongo vinawakilisha ufalme uliogawanyika, wenye sehemu zenye nguvu na nyingine dhaifu. Lakini hazitashikamana kabisa, kama chuma kisivyoweza kuchanganyika na udongo. Jiwe lililokuja bila mkono wa mwanadamu ni mfano wa ufalme wa Mungu ambao hautatokana na mwanadamu yeyote, bali utaanzishwa na Mungu mwenyewe. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme usioweza kuangamizwa, utaivunja na kuiteketeza falme hizi zote, nao utasimama milele. Danieli mbili mstari wa arobaini na nne. Ndugu zangu tunaishi katika kipindi cha vidole vya chuma na udongo, enzi ya mwisho ya historia ya mwanadamu kabla ya ufalme wa Mungu kushuka. Dunia hii imegawanyika, ina nguvu lakini imejaa udhaifu wa kimaadili, kisiasa na kiroho. Ndoto ya Nebukadneza ni onyo na tumaini, onyo kwamba tawala za kibinadamu zitamalizika, lakini pia tumaini kwamba ufalme wa Mungu utakuja na hautaondolewa milele. Swali la muhimu ni hili: je, Tumejiandaa kuingia katika huo ufalme wa milele? Kama umejifunza kitu kipya leo na umeguswa na ujumbe huu, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, like na shiriki video hii na wengine, ili nao wapate kuelewa nyakati tunazoishi. Tuko pamoja katika safari ya maarifa na maandalizi ya ufalme wa Mungu. Pia unaweza kuunga mkono kazi hii kwa njia yoyote utakayoona inafaa, ili ujumbe huu ufikie wengi zaidi. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki na akutayarisha kwa kurudi kwa mfalme wa wafalme.